Wapenzi wa watazamaji wa kituo cha Kenya Updates popote mlipo, ham, hamjambo, karibu ni wapashe yala mpayo yametendeka. Mimi ni Mr. Eagle Ezra, tafadhali naomba msamaha kwa sababu niko na hiccup, lakini hiyo itaisha. Siasa mpya zimeweza kuchipuka katika kaunti ya Nakuru baada ya baadhi ya viongozi kukwepa mkutano ambao rais William Ruto aliitisha katika ikulu ndogo ya Nakuru, mahala ambapo alikuwa amewaelekeza wabunge, wabunge wote MCS wote na wananchi waweze kufika kwenye mkutano wake ambao unaitwa uh, gra grassroots representatives Uh, meeting mnaelewa, ile mikutano ambayo rais huwa anafanya kwenye ikulu alafu wale ambao wameweza kufika wanapewa 10,000, 10,000 each. So katika huu mkutano, mpenzi mtazamaji, kuna viongozi wa kaunti ya Nakuru ambao hawakufika kwenye mkutano wa Rais William Ruto nanielewa, mpenzi mtazama mtazamaji so mkutano huu uliweza kuwaleta pamoja mamia ya wananchi wa wa kaunti ya Nakuru, pamoja na viongozi ambao kuli, kulingana na ujumbe ambao uliweza kutolewa na Rais William Ruto, alisema kwamba walienda aa, kufuatilia na kuangalia Mahala ambapo miradi ya kaunti ya Nakuru imeweza kufika, lakini wapenzi wa watazamaji, mimi na wewe tunajua kwamba ile mikutano ambayo Rais William Ruto anaandaa ikulu za Kenya, mahala ambapo wanawaita wanasiasa wana, pamoja na wananchi kutoka mashinani, wanaketi state house, wanazungumza, ile si mikutano ya, ya kazi, ile si mikutano ya maendeleo bali ni mikutano ya kisiasa. Ingekuwa ni mikutano ya maendeleo, rais William Ruto hangewaita kuelekea iku, ikulu ndogo au ikulu kubwa Nairobi. Kitu ambacho rais angefanya ni kuteremka mpaka mahala ambapo wananchi wanataka maendeleo, na nielewa mpenzi mtazamaji, lakini kutokana na kwamba ni siasa zi, zinaenda kupigwa pale nakuta kwamba Rais William Ruto badala ya kwenda mashinani anawaita hawa wanasiasa kuelekea ikulu. Sasa, sasa sometimes huwa ninashangaa hivi mpenzi mtazamaji. Jinsi gani rais atatambua ile miradi ambayo wananchi wanahitaji? Mfano miradi wa barabara, ukiweza kuangalia sasa hivi mvua inakunya sana, mvua inanyesha ina So barabara zimeweza kuharibika. <coughs> Rais William Ruto atajuaje yale matatizo ambayo yanawakumba wananchi, mfano kama vile barabara mbovu, kipindi ambapo anawaita viongozi kuelekea ikulu kuu ya Kenya? So, kipindi ambapo viongozi hao waliweza kufika kwenye mkutano wa Rais William Ruto, kuna wachache kutoka kaunti ya Nakuru ambao hawakukua kwenye huo mkutano. Niliweza kuomba msamaha, niko na hiccup, tafadhali munivumilie. So katika picha ambazo niliweza kuziona, viongozi wawili walikosekana kwenye huo mkutano. Kiongozi wa kwanza ni mbunge wa Naivasha mwenye anaitwa Jane Kihara pamoja na kiongozi mwenye kiongozi wa Subuki mwenye anaitwa Samuel Gachobe. Hao ndio waliweza kukosa kwenye mkutano wa rais William Ruto ambao aliweza kufanya na wananchi zaidi ya elfu kumi pamoja na viongozi kutoka kaunti ya Nakuru ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafuatilia maendeleo jinsi ambavyo serikali iliweza kusema na vile vile wana identify zile changamoto ambazo wananchi wanapitia. Reason number one ambayo iliweza kufanya Jane Kihara pamoja na mbunge wa Subukia Samuel Gachobe kukwepa mkutano wa Rais William Ruto, number one, it is all about regarding Gachagua's impeachment. Hawa viongozi wawili ni wafuasi sugu wa Rigathi Gachagua. So kipindi ambapo Gachagua aliweza kuondolewa mamlakani walikasirika, na rafiki mzuri ni yule ambaye anakuwa na wewe mpaka wakati wa shida. So wakaingia opposition na Rigathi Gachagua. So endapo wangeonekana katika mkutan, mkutano huu wa Rais William Ruto angeitwa traitor au wangeitwa traitor, wasaliti. And that is the reason as to why <coughs> waliamua kutofika. Naomba msamaha kwa hilo. And that is the reason as to why waliamua kutofika kwa sababu uh, walijua ajenda ambayo inaenda kusungumziwa pale ni mambo ya tutam, mtu mwenye atakuwa na mane, ma, ma, ma, ma, ma, ma, maoni hasi au ukipenda negative opinion, hata ataweza kupewa nafasi ya kusungumza. So kulingana na wao ambao wako na opinion tofauti, mawazo tofauti <coughs> kando na yale viongozi wengine wakaamua kutofika kwenye yule mkutano, kwa sababu hawangepewa nafasi ya kusungumza. So sababu ya kwanza ni kwa sababu viongozi hawa wawili Jeni Kihara pamoja na Samuel uh, Gashobe ni wafuasi wa Rigathi Gashawa, so wangeenda pale wangemsaliti Rigathi Gachagua. Kumbuka kwamba eneo la mlima Kenya kitu ambacho linachukia, a, ni usaliti. So William Ruto aliweza kumsaliti Rigathi Gachagua akachukiwa. Endapo hao viongozi Jane Kihara na Samuel Gashobe wangeonekana kwenye mkutano wa rais, ingesemekana wazi kwamba wameweza, wameweza kumsaliti Raila Odinga that is reason number one. Reason number two. Namba tu, mpenzi mtazamaji, ni kwa sababu uh, kwa sababu hawamwamini hawa Rais William Ruto kwa kile ambacho anakizungumza. Wanasema kwamba Rais William Ruto ni mtu ambaye anazungumza lakini atekelezi. Mfano, wangeenda kwenye ule mkutano ambao walikwepa hawa viongozi wawili wangeendelea kupewa ahadi kochokocho -kocho. Nitatenga o, nitafanya ntafanya o nitafuatilia. Sasa wanaona kwamba badala ya kufanya kazi ambayo waliweza kupewa, okay, waliona ni vizuri kufanya kazi ambayo waliweza kupewa na wananchi kama wabunge, kuliko kwenda kumsikiliza Rais William Ruto mwenye anatoa cheche za uongo. Hebu acha nikuulize, kuna ile mashine ambayo alisema kwamba inaunda chapati elfu moja sijui ni mil, mil, milioni moja kwa siku ile mashine aliipeleka wapi? Maneno ni mengi ambayo Rais William Ruto aliweza kuahidi na hajaweza kufanya. Hayo ndiyo yaliweza kufanya mpaka Jane Kihara kufanya nini? kutofika na pamoja na Samuel Gashobe kutofika kwenye mkutano huo, wa riga, e, mkutano huo wa Rais William Ruto eneo la Nakuru. Sote tunaelewa kwamba Rais William Ruto yuko mbioni kuweza kukisuka kikosi chake ambacho kitamsaidia ili kushinda ki, o, kiti cha urais mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Je, hawa viongozi wawili walifanya vizuri ku, kutofika kwenye mkutano wa rais William Ruto kwa sababu namba moja ni marafiki wa Rigathi Gachagua, na namba mbili wanaamini William Ruto ni, mk ni mkora. Sema nasi na rejani mingi tena, zaidi mimi ni mr Eagle Ezra, asanteni sana.